Wanaume wengi ni wanaume wasio na madhara badala ya kuwa wanaume hatari. Sikiliza, kila mwanaume unapaswa kudhamiria kuwa mwanaume hatari. Hii ni kwa sababu hatari na heshima vinaendana. Unafikiri ni kwa nini watu wanaiheshimu bahari? Ni kwa sababu wanatambua hatari iliyopo kwenye maji. Kama usipokuwa makini, jamii itajaribu kukufanya kujiona mtu mbaya kwa kutaka kuwa mwanaume hatari, lakini ukweli ni kwamba ni vyema kuwa mwanaume hatari kuliko kuwa mwanaume asiye na madhara. Usiogope. Katika video hii utajifunza mambo tano yanayomfanya mwanaume yeyote yule kuwa hatari, na ukiyafanyia kazi haya utakuwa hatari wewe binafsi. Namba moja: uwezo wa kuzungumza. Mwanaume hatari ni mwanaume mwenye uwezo wa kuwasilisha mawazo yake vyema. Ukiwa na uwezo wa kuzungumza vizuri, utawaogopesha hata wale waliopanga kukufanyia jambo baya na hii ndio sababu watu waovu na viongozi waovu huwa hawapendi watu wenye uwezo wa kuzungumza, na wanapambana usiku na mchana ili kuwaondosha. Hii yote ni kwa sababu wanamwogopa mtu mwenye uwezo wa kuzungumza. Wanaume wengi hawalipi uzito swala la kuwa na uwezo wa kuzungumza, ila kwa dunia ya sasa ni muhimu sana kwa mwanaume kuwa na uwezo wa kuzungumza ili uweze kuendesha maisha yako vyema. Kwa miaka ya zamani ilikuwa viumbe wenye nguvu ndio wanaoishi, ila kwa dunia ya sasa ni mwenye uwezo wa kuendana na kasi ya mabadiliko ndio ataishi. Namba mbili: ushawishi. Ushawishi utakuwezesha kukamilisha mambo pamoja na kupata matokeo unayoyataka. Ushawishi pia utakuwezesha kumfanya mtu afanye unachokitaka. Serikali pamoja na vyombo vya habari vina uwezo mkubwa wa ushawishi, na wana uwezo wa kufanya kundi kubwa la watu lienende jinsi wanavyotaka wao. Wana uwezo wa kumchafua mtu au kumpamba mtu pamoja na kuwafanya watu wachukue hatua pasipo kujiuliza ni nini wanakifanya. Ukiwa na uwezo wa kuwafanya watu wakawa upande wako, una uwezo wa kulianzisha jeshi. Haijalishi mtu ni hatari kiasi gani, atakuwa hatari zaidi akiwa na watu waliopo upande wake. Ukiwa na uwezo wa kuzungumza na ukiwa na ushawishi, utawafanya watu wawe upande wako. Namba tatu, uwezo wa kutunza siri. Watu wengi wanapenda kuonyesha maisha yao binafsi kwenye mitandao ya kijamii. Labda kama unawashirikisha watu wachache kama vile familia yako pamoja na wale uwapendao wa, au unatengeneza pesa kupitia mitandao ya kijamii tofauti na hapo, hakuna haja ya kuonyesha nini kinaendelea kwenye maisha yako kwenye mitandao hii. Ni kwa sababu watu watatumia kila wanachokifahamu kuhusu wewe kwa faida zao wao binafsi, na ni rahisi sana kumtawala mtu ukiwa unafahamu mambo mengi kumuhusu hata mitandao ya kijamii wanatumia kila kitu wanachokifahamu kuhusu wewe kukuonyesha matangazo kulingana na yale unayoyapenda, na wamejua taarifa zako kwa sababu umewapa ruhusa ya kufanya hivyo. Ukiwa bado hujulikani, ni rahisi kupiga hatua kubwa sirini. Utakuwa na uwezo wa kushindana na mtu ambaye atambui kuhusu uwepo wako, na hii itakufanya uweze kuwashangaza na mafanikio yako na kwa wakati huo hawatakuwa na uwezo wa kukuzuia ni kwa sababu wa walikuwa hawakutambui tangu mwanzo. Utawashangaza na matokeo yako na watakuwa wamekwisha chelewa kukuzuia. Uwezo wa kutunza siri ni muhimu sana kwa mwanaume kuwa nao na utumie kwa faida yako. Namba nne uwezo wa kutawala hisia zako. Mwanaume hatari ni mwanaume mwenye uwezo wa kutawala hisia zake. Kama mwanaume, upaswi kuendeshwa na hisia, bali tumia akili zaidi wanaume wengi wamejikuta wapo gerezani kwa sababu walishindwa kutawala hisia zao matokeo yake jambo dogo tu limewapeleka gerezani jifunze kutawala hisia zako jifunze kutawala hasira zako nafanya maamuzi kwa kutumia akili zaidi badala ya hisia au mwemko namba 5 badilisha mtazamo wa watu juu yako onekana dhaifu ikiwa upo imara naonekana imara ikiwa wewe ni dhaifu Ukionekana okay, dhaifu na mtu ambaye hujajiandaa, ni rahisi kumwingiza adui yako kwenye mtego kwa kumfanya kuchukulia kawaida. Kwa mfano, kama upo mahakamani na kuna uwezekano wa kutupwa gerezani, haitakuwa jambo jema kuonyesha uimara wako, hata kama huna hatia. Ila ukisha kuwa mshtakiwa, hupaswi kuonyesha uimara wako unapokuwa kwenye hali kama hii. Mwanaume imara unapaswa kutambua namna ya kujifanya dhaifu unapokuwa kwenye mazingira ambayo hupaswi kuonyesha imara wako. Tumia mkao wa mwili kubadilisha mtazamo wa watu juu yako. Na wakati huo huo, ukiwa kwenye majadiliano ya kibiashara na unahitaji sana kupata hiyo kazi, unapaswa kujionyesha wewe ni imara zaidi kuliko jinsi ulivyo, na hii ndio hekima ya kibiashara. Jifanye kama una ofa nyingi za kibiashara zinazokusubiri. Hii itawafanya watu wajiulize mara mbili mbili, itakuwaje kama watashindwa kufanya kazi na wewe. Tumia mkao wa mwili kubadilisha mtazamo wa watu juu yako. Mwanaume yeyote mwenye uwezo huu ni mwanaume hatari. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.